Vijana viva, viva, viva! Mama Samia, Dkt. Mwinyi 29 Oktoba, toka nitoke tukatiki sisi, CMO sisi, ni vijana grupu la hamasa la hatupoi liliopo chanjani chaki cha Kipemba. Tupo hapa kuyazungumzia yale mazuri aliyofanya Dkt. Mwinyi kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita na kwa kipindi cha miaka mitano ijayo kuendelea na sekta ya maji, michezo pamoja na utalii si, sisemuoye. Katika sekta ya maji katika miaka mitano iliyopita, Dr. Mwinyi ameweza kufanya kama afuatayo. Katika mkoa wetu wa kusini Pemba, Dr. Mwinyi ameweza kuzalisha na kusambaza maji safi na salama katika shehia zote 68 za mkoa wa kusini Pemba hadi kufikia 85%. Vile, vile ameweza kukamilisha ujenzi wa visima tisini na tisa na matangi kumi na nane kama vile Chanjani, Pujini na kadhalika. Hivyo vyote ni mfano tosha kwa Dkt Mwinyi, anafaa pia kumpa mitano tena ijayo, kwa, kwa sababu anawapenda wananchi wake na anawasikiliza. Natumia fursa hii ifikapo Oktoba ishirini na tisa toka nitoke tukatiki tuka kwa Dr Mwinyi tuwatilie na wagombea wote wa CCM. Asanteni CCM hoi. Kwa kuendelea na sekta ya maji, Dr. Mwinyi ameweza kuzalisha wastani wa maji lita milioni thelathini laki nane ishirini na moja elfu mia tisa na ishirini. Hivyo imepelekea wananchi kuto kuhangaika, kuto kuhangaika sana kuhusu swala la maji. Pia hapo zamani kulikuwa na, na, kulikuwa na kero kubwa ya maji, lakini sasa Dr. Mwinyi ameliona hilo na kuweza kuweka urahisi wa upatikanaji wa maji na kuweza kusambaza mabomba mbalimbali mbali hadi kufika karibu na majumba. Nichukue fursa hii kwa kumwombea kura Dr. Mwinyi ifikapo ishirini na tisa Oktoba kwenda kumtilia kura za ndio na kuweza kuongoza katika miaka mitano ijayo. Ijayo ni neema zaidi. CCM oye! CCM oye! Kwa kuendelea kuyazungumzia mazuri atakayoyafanya Dkt. Mwinyi kwa miaka mitano ijayo katika sekta ya maji. Dkt. Mwinyi ameandaa kutekeleza mpango shirikishi wa rasilimali maji katika mkoa wa Kusini Pemba, ikiwa ni pamoja na kuhifadhi na kusimamia vyanzo na miundombinu ya maji. Vile vile vilevile Dkt. Mwinyi ameahidi kuimarisha miundombinu ya uzalishaji, usambazaji na upatikanaji wa maji safi na salama na kuwafikia wananchi asilimia themanini na tano katika mkoa wa Kusini Pemba. Itakapokamilika miundombinu hiyo, wananchi tutaweza kufaidika kupata maji yenye uhakika na uwepesi. Dr. Mwinyi ameweza kuziona shida zetu wananchi, ndio maana akawa na kauli thabiti kwetu sisi ili kuweza kuondokana na shida ya maji. Hivyo basi, itakapofika Oktoba 29 kwenda kumtilia kura za ndio Dr. Mwinyi sisi moye kwa kuendelea na mazuri atakofanya Dokta Mwinyi katika miaka mitano ijayo. Katika sekta ya maji safi na salama, Dokta Mwinyi ameahidi atahakikisha upatikanaji endelevu wa maji safi na salama. Pia Dokta Mwinyi ameahidi ataimarisha mifumo madhubuti na endelevu ya wa uondoaji maji taka mijini na vijijini, ili kuondosha maradhi mbalimbali, kwa mfano kipindupindu na kadhalika. Vilevile Dokta Mwinyi ameahidi atajenga matenki ya maji mapya, akiwemo Matuleni na Ngezi. Dokta Mwinyi ameahidi atakarabati miundombinu iliyopita na wakati Hivyo basi wananchi wenzangu wote, namwambia Dokta Mwinyi kura, ifikapo Oktoba ishirini na tisa, toka nitoke, tukatiki kwa Dokta Mwinyi ili apate kutuendelezea mazuri zaidi, yajua ni neema zaidi. Sisiemu oye, sisiemu oye, viva vijana, viva mama Samia, mitano tena, Dokta Mwinyi mitano tena, ishirini na tisa Oktoba, toka nitoke, tukatiki kwa haya yote mazuri aliyoyafanya Dkt. Mwinyi katika miaka mitano iliyopita na atakayoyafanya katika miaka mitano ijayo, katika sekta ya maji, miundombinu na utalii, sisi kama grupu la hamasa la vijana hatupoi lililopo chanjani chake cha Kipemba, tupo hapa kwa ajili ya kumwombea kura za ndio Dkt. Mwinyi na wagombea wote wa CCM kwa ujumla, itakapofika Oktoba 29 kwenda kuwekea kura za kishindo. Ameahidi akatenda, ameahidi atatenda. CCM oye! Oye! Oye!